Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu mnaopenda kheri popote mlipo duniani, tupo mkoa wa Kusini, wilaya ni Achake, na hapa tulipo panaitwa Wesha. Ndugu zangu mnaopenda kheri, leo tumekutana na dada mmoja ambaye ana jumla ya watoto tisa. Dada huyu mashaallah, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kwa rehma zake kwenye hawa watoto tisa, watatu wamekuwa ni walemavu. Ni walemavu hawasemi wala hawatembei na kikubwa alichonacho dada huyu ni huduma za watoto, lakini zaidi hasa ni usumbufu wa upatikanaji wa maji ambayo ndio huduma muhimu. Ndugu zangu mnaopenda kheri, dada huyu kilio chake anataka achimbiwe kisima ili apate wepesi wa matumizi ya maji kwa kuwahudumikia watoto hawa. Juu ya hayo yote, yeye anayo atakayozungumza, lakini hata mimi upande wangu ninalo pendekezo kubwa kwenu. Tunamwombea kisima, lakini pia watoto hawa watahitaji usafiri wakati wanapopata maradhi kwa maana ya kuumwa kupelekwa hospitali. Kwa hivyo yoyote ambaye atakuwa na uwezo wa upande wake wa kuwasaidia watoto hawa ili wakapata usafiri wa kwao, utakao watoa hapa kuwapeleka hospitali au safari zingine, basi asaheri, ahlan wa sahlan. Lakini pia hata huduma ndogo ndogo kama za pempas na vinginevyo, pia ni jambo la kuwasaidia. Ndugu zangu mnaopenda kheri, leo Mwenyezi Mungu ametoa mtihani huu kwa dada huyu, si mapendekezo yake, bali ni mapenzi ya Allah na kutupima sisi ambao tumepata uwezo. Ndugu zangu, mimi la kwangu ni hilo, naomba ichukue video hii, watumie na watu wengine, tumsikilize huyu dada alikuwa na haya ya kusema. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Fatma Salim Usman, ni mama wa watoto tisa. Katika hao tisa, Mungu anipa mtihani watoto watatu na walemavu. Hawaongei wala hawatembei hawate. Kwa hiyo naomba wote wapenda heri, wanaomba msaada kisima. Kwangu sina maji na vitu kama, hawa bila maji ni mtihani zaidi. Kwa hiyo naomba mnisaidie kisima, kinifai mimi na kupita tofauti mtaani kwetu. Matumaini yangu umepata kumsikia na umebahatika kuwaona watoto hao. Ndugu yangu nipenda kheri, isambaze video hii ili tuweze kumsaidia dada huyu kwa kumfanyia wepesi wa kupatikana kwa maji. Mimi ni ndugu yenu katika imani, Mas'ud bin Ali bin Salim al-Mazruhi nikutakieni kila la kheri pale mliko. Wa billahi taufiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.